Tabora, karibu Toronto. Hili ni baraza la sita ambalo utalizindua leo. Tumekuwa na mabaraza matano kwa miaka kadhaa iliyopita tangu TUWASA ianzishwe. Tunapozungumza sasa tuna watumishi zaidi ya tisini na, na wawili ambao hawa ni waajiriwa, lakini tuna vibarua pia ambao tunaendelea kufanya nao kazi. Kwa hiyo kwa matakwa ya taratibu za, za, za, za kazi tunatokea kuwa na baraza. Changamoto ambazo tumekuwa tunazipata sisi kama sekta ya maji ambazo kama ulivyosema mkurugenzi, tukipita kwenye mkutano wa wananchi tunakutana nazo, mathalani sio wote lakini taasisi nyingi za serikali, lugha ambazo sio nzuri kwa wateja. Wateja wanakuja sisi ndio tumepewa dhamana, sisi ndio wataalamu, badala ya kumpokea kumuelekeza changamoto alokuja nayo, uweze kumpa njia ya kupita akaweza kupata utatuzi na kuendelea na maisha yake, lugha anayokutana nayo kwanza inampa inampa ukakasi hata wewe kuendelea kupata ile huduma anayotaka ni mkuu wa wilaya ya Tabora u Upendo Wela wakati wa uzinduzi wa baraza la kazi mamlaka maji safi na usafi wa mazingira ya Tabora TUASA, ambapo awali mkurugenzi wa mamlaka hii mhandisi Mayunga Kashilimu anatoa maelezo ya awali kuhusu vyanzo vikuu vya maji kwa mkoa wa Tabora. Tuna vyanzo vya maji vikubwa viwili, vyanzo hivi ni pamoja na ziwa Victoria ambayo hii tulianza kuyapata tangu mwaka elfu mbili na ishirini lakini pia tuna chanzo cha maji cha Igombe kwao wananchi wako wanapata maji kutoka sehemu hizi mbili, lakini pia tuna chanzo kingine kidogo cha Kazima ambacho hiki tunakiwasha mara moja moja pale ambapo tunakuwa na changamoto. Tuna mahitaji ya maji ambayo ya yanafikia lita za ujazo milioni thelathini na tano laki moja na thelathini. Haya ndiyo mahitaji ya maji kwa kwa wakazi wa wa manispaa, lakini uwezo wetu wa uzalishaji kwa maana ya vyanzo hivi viwili ni lita milioni hamsini na saba laki nane na arobaini na mbili. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba mahitaji ya maji yaliyopo e, ni madogo ukilinganisha na uwezo wa uzarishati tulionao. Kwa hiyo tuna uhakika wa maji kuwepo au kuwatosheleza wahitaji kwa muda wa miaka mingi mingine ijayo. Baada ya ufunguzi wa baraza hili, mkuu wa wilaya Upendo Wela anawataka watumishi hawa kutoa huduma bora na kwa wakati, matumizi ya lugha nzuri pamoja na kuwafichua watumishi na wateja wasio waaminifu wanaofanya wizi wa maji. Tuzingatie haya, tuhakikishe tu, tu, kwamba tunatoa lugha nzuri katika kuwahudumia wananchi wetu, waelimishe vizuri, waelewe, wape ufafanuzi mzuri, lakini kutoa huduma eh, kwa wakati na kwa ufanisi. Sisi tumekuja hapa tunawawakilisha wengine, lakini walioko kule ndio nao wawakilisha. Tukirudi tupeleke hii message kuhakikisha kwamba tunatoa huduma bora na kwa wakati, kwa sababu hii milolongo inayokwenda muda mrefu ndio hii tunayokuta sasa, kero zinaibuka, zinakuwa haziishi mara zote. Lakini ukitoa kwa wakati na kwa ufanisi, changamoto inatokea watu, kuna baadhi ya wateja ambao sio waaminifu, nakuta wanajiunganishia maji kwa njia ambazo za kidanganyifu. Mwisho wa siku, kama mamlaka tunapoteza mapato ya serikali lakini kuambia, pia hapo mkurugenzi, nikwambie kuna baadhi ya maeneo nilipopita, jambo hili pia huwa halifanyiki tu na wananchi peke yao. Mahala pengine, sijasema hapa, ndugu zangu, natoa mfano, unakuta pia kuna mtu mmoja ambaye anakuwepo ndani ya taasisi anashirikiana na watu hao, kwa sababu wengine hawana hiyo taaluma ya kujiunganishia hayo maji. Wanafanyaje pasipokuwa na mtu huku ndani? E, unakuta sisi sisi tunasaidiana nao kuwaunganishia kama nilivyosema. Mahala pengine, natoa huyu mfano wa wazi kabisa. Pamoja na mafanikio haya, mamlaka hii inakabiliwa na changamoto kubwa ya madeni kwa wateja wake, na hapa unatumika ule usemi usemao, mgeni njoo mwenyeji apone. Sisi tunadai, lakini pia tunadaiwa. Hayo ya kudai kwa kiasi kikubwa sana yako kwenye upande wa wa wenzetu wa taasisi ya JWTZ kama ambavyo nafahamu, tuna bezi kubwa kwao, tunahudumia kwa, kwa kiasi kikubwa. Mpaka sasa tunadai zaidi ya bilioni 4.2 lakini 4.2 billion, billion, na gen rasmi tunaendelea kufanya follow up, na kuna madeni kati ya hayo mengine yameshahakikiwa na tayari yako hazina. Changamoto nyingine ambayo tunayo kwenye operation, kwa sababu umekaa hapa kwa siku chache, utakuwa umeona wakati mwingine tunakuwa na changamoto ya huduma ya maji mjini, na mimi nimesema kwamba maji yapo ya kutosheleza. Mwenyekiti, vyanzo vyetu hivi viwili vinatosheleza mahitaji yote kama vikiwa vinafanya kazi Chanzo kimoja kikiwa na changamoto, tuna shida ya baadhi ya maeneo. Kwa mfano tunapokuwa na changamoto au kama ni matengenezo ya chanzo cha maji ya Ziwa Victoria, tunakuwa na shida ya baadhi ya kata ambazo ziko pembezoni zinakuwa hazipati maji, kwa sababu maji ambayo tunayatoa Igombe tunapeleka kituo chetu cha kazi hili pale, yale matenki yako kwenye level ambayo yanaweza yakahudumia kata za hapa katikati mjini, lakini elevation ya kata za pembezoni maji yale hayawezi kufika. TUWASA ni miongoni mwa taasisi pekee hapa mkoani Tabora inayozingatia na kutumia vizuri uwepo wa baraza hili la kazi. Ndugu e, mgeni rasmi, kuna baadhi ya taasisi wamekuwa wazito sana katika kuunda haya mabaraza ya wafanyakazi, lakini napenda kuwashukuru sana hii taasisi ya TUWASA, wamekuwa mfano bora hapa Tabora. Kama nilivyosema hapo awali, aa mabaraza ya wafanyakazi, lengo kubwa kuleta tija, sio kuleta migogoro mahali pa kazi. Kwanza tunatambua baraza hili liko kisheria na kimkakati. Mimi kama mwenyekiti sijawahi kupata malalamiko yoyote kutoka kwa wafanyakazi kwamba wanakuja kulalamika kuhusu saidi za wafanyakazi. Mwisho kabisa, ni waombe watumishi wa mamlaka ya maji safi na usafi mazingira ya Tabora kuzingatie sheria, kanuni na taratibu, lakini pia kusaidia watumishi katika kuchukua changamoto zao na kuziwasilisha katika management ili ziweze kujadiliwa na pia ziweze kutolewa ufafanuzi wake. Na mwisho mwenyekiti wa bodi ya TUWASA Dick Mlimuka anawakumbusha watumishi hawa kuacha kufanya kazi kwa mazoea na kuepuka kabisa kuzoea shida za wateja wao, kwa kuzingatia kuwa maji hayana mbadala wa haraka. Usizoe shida za watu, maji hayana mbadala.